Na ofisi kama ya wilaya bodaboda, hata jii mkiwa na tatizo, hamjui mnaenda kuwakuta wapi viongozi wenu, sindio? mlikuwa na ofisi ya mkoa. Leo nitawakabidhi ofisi ambayo nimewatafutia mimi. <coughs> cha pili, wakaniambia mna mfuko wenu, mna mfuko wa kwenu wasafirishaji wa wilaya, ndio ambao viongozi wenu ndio wanakaa pale lakini hao viongozi wanatakiwa watembee kwenye kwenye maegesho yenu yote, yako mia moja na ngapi? Niambie, mia moja kumi na kake, tisa. Nikasema tunahitaji tuwawezeshe mpaka kwa pikipiki moja ya ofisi. Sasa <coughs> pikipiki moja ya ofisi tunaipataje? Hilo kazi walinipa mimi ya nini kufanya kazi jui na polisi si kwama nalia kizuri zile taratibu za barabarani, mpate elimu, ndio maana limevikamwewa. Kwa hiyo nataka tujue namna ya kupata mafunzo na mkapanga ratiba nzuri, kwa wale watakuwa itaji. Kwa wale wenye vyeti tayari tutahitaji vile vyeti lipike kwenye ofisi ya viongozi wenu, mimi niwafanyia utaratibu wa kupata leseni, na leseni kuna gharama ya kulipia, mkaipia gharama, na mimi nafanya utaratibu wa pamoja

tunahitaji nini? Marafiki na nani na viongani asi viongozi kuwaunganisha pamoja, wote tukiwa kama watalimu kwa pamoja. Amani yetu utulivu wetu ndio maendeleo yetu. Haya yote tunayoyaongea haya, kama tutasimama kwa pamoja, hayawezi kufikiwa. Itakuwa ni habari ile ambayo sasa tunaongea hayatekelezeki. Tunahitaji uchaguzi huu tufanye kwa njia ya amani na utulivu, asitumike afisa usafirishaji yoyote wala wananchi wote.